Lakini tunafurahi kwamba mradi hatimaye umefika mwisho. Nampongeza sana na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais po ni daraja la Kigongo Busisi, uh, linaunganisha wilaya mbili, wilaya ya Sengerema na wilaya ya Misungwi katika mkoa wa Mwanza. Uh, mradi wetu mpaka leo umefika asilimia 99. Ni mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya ziwa. Huu, uh, ni moja kati ya miradi ambayo inategemewa kuchechemua uchumi wa Tanzania kupitia ukanda wa kanda ya ziwa, na ukanda huu una uchumi mkubwa ambao unahusisha e, nchi majirani nyingi e, kupitia daraja hili kuna namna ambavyo tunakwenda kuchechemua uchumi e, kwa kushirikisha nchi majirani ama kwa kushirikiana na nchi majirani kupitia daraja hili, tunapata kiungo cha usafiri na nchi za Burundi, Rwanda, Kongo hata kwenda Uganda kupitia kwenye daraja hili. Lakini limekuja kama utatuzi muhimu wa usafiri kwa wakazi wa kanda ya ziwa ambao walikuwa wanavuka eneo hili kwa kutumia vivuko. Walikuwa wanapoteza zaidi ya saa nne kwenye kivuko wanasubiri kuvuka. Serikali imeamua kuwekeza hapa. Fedha zitakazotumika hapa ni zaidi ya bilioni mia saba mpaka kukamilika, na sasa hivi kazi zilizobaki ni ndogo ndogo za kuchora hizi uh, alama za barabara, lakini pia kuweka maeneo ya kutenganisha kati ya watembea miguu na magari, lakini pia kule kwenye barabara ambazo zinaingia kwenye daraja na kwenyewe kuweka zile zile pavement yale maeneo ya pembeni, lakini kwa sehemu kubwa daraja limekamilika. Kinachosubiriwa sasa ni Mheshimiwa Rais kuja kufanya uzinduzi rasmi wa daraja. Ni jambo kubwa la neema, nimeona niwalete hapa waandishi wa habari ili muone kazi kubwa iliyofanywa na serikali, ya uwekezaji mkubwa wa daraja kubwa Afrika Mashariki na Kati, daraja kubwa namba sita barani Afrika. Ni moja kati ya madaraja ambayo nchi nyingi za Afrika zitakuja kujifunza hapa. Ni kama vile tumeunganisha kisiwa na kisiwa, ni kupitia daraja hili. Kwa hiyo ni jambo kubwa naomba taarifa hii iwafikie vizuri wa Tanzania, na niwapongeze sana wakazi wa kanda ya Ziwa, wamepata usuruhisho wa muda mrefu. Tuliowahi kusafiri hapa kabla ya daraja tunajua adha yake, adha ya kusubiri vivuko pale, na wakati mwingine magugu maji yanaweza yakazuia hapa kuvuka, inakulazimu usubiri. Na daraja letu ni daraja ambalo litakuwa na uhai mrefu wa miaka 100. Uhai wa hili daraja ni miaka 100 na likiendelea kuboreshwa, maana yake tunaweza tukapata uhai wa zaidi hapo miaka mia moja. Mimi na nyinyi wote hatutakuwepo. Ni moja kati ya miradi mikubwa ya ukanda huu wa Ziwa, na uwezo wake wa kupitisha mzigo hapa ni tani mia moja na sitini. Lakini taarifa za kina zaidi za kitaalamu kuhusiana na daraja hili zitaletwa baadaye, lakini tunafurahi kwamba mradi hatimaye umefika mwisho. Nampongeza sana na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Serikali ya awamu ya sita wakati inaingia madarakani, ujenzi wa daraja hili ulikuwa asilimia ishirini na tano. Awamu ya sita chini ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hasan imekamilisha mradi huu kwa asilimia sasa, tunakaribia mia moja, tuko asilimia 99. Actually asilimia moja iliyobaki ni ya kwa ajili ya hizo kazi ndogondogo nilizozisema, lakini kimsingi ujenzi wa daraja hili umekamilika. Hapa kinasubiriwa kibendera tu, wakati wowote wa waziri wetu wa ujenzi aje apeperushe kibendera, pengine katikati ya mwezi huu, watu waanze kupita kwenye hili daraja wakati tunasubiri tukio kubwa la uzinduzi wa daraja.